Kilo 725 za dawa za kulevya zikiwemo bangi, cocaine na heroine zimenaswa mjini Isiolo. Hali hiyo imefanya mji huo kutajwa kama kitovu cha uingizaji na usambazaji wa dawa za kulevya humo nchini. Aidha, kwenye ziara ya waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen katika kaunti hiyo imebainika kuwa usajili wa magaidi wa Al-Shabaab na wizi wa mifugo unaendelea kuwa kero na kama anavyotuarifu Setholale ambaye ameandamana na waziri Murkomen, katika operesheni ya kiusalama imepatikana kwamba bunduki 170 haramu zilinaswa mjini humo. Kwa muda mrefu sasa, wakazi haswa vijana kutoka kaunti ya Isiolo wameathiriwa pakubwa na biashara ya uagizaji na usambazaji wa dawa za kulevya kutoka kwa walanguzi na sasa vita dhidi ya usambazaji wa dawa za kulevya katika maeneo ya mashariki na kaskazini mwa Kenya kupitia oparesheni ya maliza majangili vimesababisha kunaswa kwa jumla ya kilo 725 za dawa ya kulevya mjini Isiolo. Uh, uh, uh, uh, aidha jumla ya silaha 107 na, na risasi 540 zimenaswa kutoka kwa wahalifu wanaodaiwa kuhusika na wizi wa mifugo. Silaha hizi ni baadhi ya zile ambazo zimenaswa na zinawasilishwa mahakamani ili kuboresha ushahidi dhidi ya wahalifu. And as you can see that these uh drug traffickers are very heavily armed uh some targeting our uh to get to Nairobi to get to Mombasa. Mbali na biashara ya dawa za kulevya na wizi wa mifugo, usajili wa magaidi wa Al Shabaab pia ni tishio kubwa kwa usalama. Aidha, wakazi wa Isiolo ambao walihudhuria kikao cha jukwaa la usalama walitaka maafisa husika kushirikiana nao ili kuboresha usalama katika eneo hilo. Seth Olale, runinga ya Citizen nam taarifa yake. Seth Olale inatukamilishia awamu yetu ya kwanza hapa Nipashe, lakini usiondoke, tutakaporejea taarifa zaidi.